Natamani ni nikwambie natamani kuone, natamani tusemezane tena, hali yangu nijulie, mkono nishike, natamani tusemezane tena

kama nikufa mimi kama nikufa mewangu, basi naona sasa. Na heshima gani zinatufanyia wewe? Mbona mechukua chakula wakati watu twala? We mfanye kazi wangu na shida gani? Hebu mume wangu, nilikwambia huyu mweka kwa nyumba hii, lakini hana hata heshima. Sikiza mm, mwanzo aya sema kile nataka kutuambia tena, uondoke mara moja hapa sasa, kukuona. Samahani bosi, ila si kusudia kufanya hivi. Wakati napika kuna mboga ilidondoka chini, paka akaja kaila akaondoka. Nikiwa narudi nikampata paka amelala chini, kampigapiga hamki, nadhania mboga imetiwa sumu. natamani ambie natamani kuone, natamani tusemezane tena, hali yangu nijulie, mkono unishike, natamani tusemezane tena. Unaona sasa mboga ina sumu. What ni kwa na confession mke wangu nyumbani kwenye kitanda chetu, lakini mme wangu, nimekusamehe, nime nimekusamehe, ila na mimi niko na confession. Mme wangu je, nikikwambia utanisamehe? Sababu pia nami nimekusamehe okay. Unavyoona mme wangu, watoto hawa nikiwa nao hapa wako, sio wako. Kipindi kile mme wangu ulipokuwa ukifanya kazi nje, nilivumilia we hadi nikatoka na askari yule mlinzi we, to get man. Sasa hawa watoto anawaona sio wako, ni wa mlinzi. Nini? umeniua mama! Yaani miaka yote tulioketi, kumbe watoto si wangu. ya kwanza, umeniua na sumu na watoto pia si wangu. Ah, umeniua mama. Bosi. Pale nje kuna kuna msana msta kuongea naye. Kuhusu nini? Nini? Anataka kuomba msamaha, amegunga paka gari na gari pale nje. Kwa hiyo kile chakula kilikuwa kina sumu. Ndio, mke wangu. Lakini mwanangu nakulaumu sana wewe. Kwa nini? Yaani, wewe siku zote mimi nikiondoka tu kidogo, huwezi vumilia hadi unanisaliti na mfanyikazi wewe, na ah, mimi vile ambavyo nipo mimi hivi. Yaani umekosa mtu wa kutembea naye, bado umetembea na askari. Ah, mke wangu, ufai kabisa wewe. Lakini sasa inabidi tuelewe tu, wewe ulikuwa haupo ukanisaliti, na mimi nilikuwa siko kanisaliti. Naomba tu mume wangu, kwa upande wangu nisamehe tuanze tena kuyajenga tena upya. Nitakwambia ni vipi mwanamke? Yaani kutoka nje tu kidogo tayari umeharibu, ndio, ndio na askari. Lakini ni mwanangu. Naomba tu nisamee. Kwa sababu pia mimi na mimi ni, ni mwanadamu na siku zote mwanadamu hapo mpande. Kama vile mimi ndivyo kusema mimi nakusamea tu bure mwanangu. Naomba tu nisamee. Angalau cha kidogo. Angalau tuyajenge. Nakusamea mke wangu. Asante.